Uh, ndugu zangu, kwanza kabisa napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu ambaye amezidi kutuimarisha katika afya zetu, ama wale ambao ni wagonjwa hawajitambui na wengine wako mahututi hospitalini, tunamwomba Mwenyezi Mungu awajalie kila la kheri na awape afya njema, katika kipindi chetu kinachozungumzia siasa za Afrika Mashariki na Kati pamoja na Afrika kwa ujumla, lakini pia siasa za duniani. Tunapokwenda leo, tunaangazia juu ya mapambano makali, vita vilivyozushwa, vita vinavyoendelea, vita ambavyo ni baina ya en ya simba lakini pia operation ya tatu ya ahadi, Operation Promise 3, ambayo inasimamiwa na Iran dhidi ya taifa la Israel, lakini pia operation ya Rising Lion ambayo inasimamiwa inaendeshwa na taifa la Israel dhidi ya Irani. Nani ambayo atakayeshinda baina ya taifa la Israel ambalo jumla ya wakazi wake ni milioni 9 na kati ya taifa la Irani la Kiislamu ambalo lina rasilimali ya watu takriban milioni tisini na tisa au milioni mia moja takriban, baina ya taifa la Waajemi ambalo limejizolewa umaarufu na kujitengeneza katika masala mazima ya makombora ya utengenezaji wa makombora, lakini linaloendesha vita vyake kupitia drones za kivita, drones ambazo zimefunika anga la Israeli na hasa katika mji wa Tel Aviv, drones ambazo zinashusha moto, drones ambazo zimesababisha taifa la Israel on fire, kuwa katika moto mkali ndani ya siku tatu mfululizo, na dhidi ya taifa la Israeli ambalo linajivuna kuwa na shirika kubwa Laki jasusi, laki miniyani, la kijasusi la kiintelijensia shirika bora duniani la kiintelijensia la Mossad, taifa ambalo linajivunia kuwa na mifumo bora ya ulinzi likisaidiwa na Marekani pamoja na nchi za magharibi dhidi ya Waajemi ambao kwa sasa wanasimama peke yao bila kuwa na msaada kutoka pande zote ya Israeli ambayo imefanikiwa kupitia shirika lake bora la Mossad la inteligensia kuweka pandikizi la maintelijensia ma au la wapelelezi ulimwengu mzima, isipokuwa mataifa mawili au matatu, likiwemo taifa la Urusi Iran no taifa la Urusi China pamoja na Korea la Israel ambalo lina watu takriban milioni 9 kwa ujumla, lakini ndilo ambalo linalosifika kuwa na shirika bora la inteligensia ulimwengu mzima ambalo ni shirika la Mossad. Ukubwa wa taifa hili ni sawasawa na kuunganisha ni sawasawa na mkoa mmoja, yani ukubwa wa Israeli Ukiunganisha Israeli mara mbili haiwezi ikafikia ukubwa wa mkoa wa Kigoma, lakini inakwenda kupambana na taifa ambalo ukubwa wake ni zaidi ya Tanzania takribani mara mbili. Tunaweza ukapima, je, ni nani atakayeibuka kuwa ni mshindi katika vita hivi? Israeli wamekwenda kuchokoza moto ambao mpaka sasa tunasema wameshindwa kuuzima. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amekuwa akiangaika kushoto na kulia <tuh> baada tu ya kupokea majibu ambayo hakuyatarajia kwamba <tuh> yanaweza yakatokea <tuh> kutoka kwa Irani. <tuh> Sasa amekuwa anahangaika huku na kule kutafuta msaada wa nani anaweza kuuzima moto huo. Ndugu ah, zangu lazima tuelewane, u... ni lazima tufahamiane, ni lazima tujuane kwamba ulimwengu ambao tulio nao sasa sio ulimwengu ule wa kuhadithiwa wala ulimwengu wa kuaminisha kwamba Israeli ndio taifa pekee teule ambalo linalopaswa kuiongoza dunia hii, Ijapokuwa ni kweli kwamba taifa la Israeli imejaliwa baraka, wakija wa Israeli kumi hapa Tanzania au Waisraeli ishirini hapa Tanzania wakawekeza katika miundo mbinu au katika uchumi au katika jambo lolote hapa Tanzania, basi nakuhakikishia ndani ya miaka ishirini au hamsini wanakuwa na uwezo wa kuitawala Tanzania lakini hawatokuwa na uwezo wa kuitawala dunia na wala wao sio, kwa sababu ya baraka hizo ndio kwamba wana uwezo wa kuitawala dunia, bali kuna watu ambao ni bora zaidi kushinda wao. Sasa imani za kidini walizoishwa ndizo hizo ambao ambazo pengine zinawapa jeuri na kuona kwamba wao wana uwezo wa kuitawala dunia kwa kuweza kumiliki mifumo ya nyuklia ya kushinda mataifa mengine. Sasa tunasema kwamba wamekwaa mfupa uliomshinda fisi. Taifa la waajiri halijawahi kutawaliwa. Taifa la waajiri historia yake yaliwahi kuwa supapawa duniani. Sasa leo hii ndio ukweli unajidhihirisha. Israeli imefanikiwa kuandaa shirika bora la inteligensia duniani, shirika la Mossad, ambalo hili shirika limeenea dunia nzima. Ndani ya hili shirika wako maaskofu, wako mapapa, wako wachungaji, wako masista, lakini wako maraisi, lakini pia wako hata mashehe ambao ni sehemu ya Waislamu, wanalisaidia shirika hili la kiintelijensia duniani. Uvamizi wao ndani ya taifa la Iran ni wazi kwamba mafanikio yale yanachangiwa na baadhi ya washirika wa shirika hili ambao wako katika jeshi la Irani, kwa sababu inazungumzwa kwamba wakati operesheni hii inakwenda kufanyika mifumo yote ya ulinzi ya Irani ilikuwa haifanyi kazi, na haya ndiyo ambayo, ambayo yaliyotokea kipindi kile ambacho rais wa Irani ameuawa, lakini pia baadhi ya wakuu wa jeshi wa nchi hiyo waliuawa, lakini pamoja na wataalamu wa masala ya nuclear waliuawa hili ni tukio la pili ambalo linajirejea katika mfumo ule ule wa tukio la kwanza. Sasa hii ni wazi kwamba wamefanikiwa kuingiza shirika lao la intelijensia ndani ya shirika la Irani, lakini bado hawajafanikiwa kudhibiti mfumo wa uendeshaji wa kivita ndani ya jeshi hili la Irani. Ndiyo maana sasa majibu yake yamekuja ya siku tatu mtawalia, na yanaendelea kufuatana moja kwa moja kuhakikisha kwamba wanalipiza kisasi na kuifanya Israel, taifa la Israeli kuwa under the fire, halikaliki. Under the fire kila pande ni moto unawaka. Under the fire hakuna wa kuweza kumzuia kum, Irani pamoja na droni zake za kivita. Kitu cha kwanza, pamoja na kuwa Israeli inajivuna kuwa na mifumo bora ya Irani ya mifumo bora ya ulinzi, lakini kilichofanyika ni nini? Irani wametumia mbimu ambazo zilienda kuchokonoa mifumo hii ya i, ya Israeli mifumo ya ulinzi ya Israeli. Nini walichofanya? Kwanza walitanguliza droni ambazo zimebeba makombora mepesi yatakayoichokoza na kuichokonoa mifumo hii ya ulinzi ya Israeli ili iweze kurusha yale makombora yake na ma baada ya kurusha tu makombora yake, maana yali yali ya ya yali yake yalivyochukua muda mrefu kurusha yale makombora hovihovi ya kuzuia mabomu na zile droni za Iran, yaliyokuwa yakiteremshwa na droni za Iran maana yake baadaye, mifumo hiyo ilikuja ikachoka. Baada ya kuchoka tu ki, nini kilichofanyika? Ndipo Irani alipoanza kuleta makombora mazito ambayo yaliyohifanywa mpaka sasa hivi, miji ya Israeli haikaliki, ni moto juu ya moto, na wewe unaweza ukashuhudilia namna uharibifu mkubwa uliofanywa kupitia kisasi hichi cha Irani dhidi ya taifa la Wasayuni la Israel. Ndugu zangu, wakati ambao Ukraine iko chini, under the fire, chini ya makombora ya Urusi, ndivyo ambavyo Israel iko chini ya makombora ya Iran. Sasa hii maana yake nini? Maana yake ni kwamba Marekani alikuwa anampa nguvu sana Ukraine kwa ajili ya kupambana na Mrusi. Sasa wakati ambapo Marekani yuko bize kwa ajili ya kumsaidia Israeli, ndivyo ambavyo Mrusi anakwenda kuangamiza anazidi anazidi kuangamiza taifa la Ukraine, lakini wakati huo huo rani nao inasema wakati Marekani anajiondoa wa kule tayari kuja kumsaidia Israeli, hawezi kuuzima moto wake, kwa sababu anaimondo nchi ya Israeli na amekwisha hapa nchi ya Israeli ana uwezo wa kujeuza kuwa ni jivu. Sasa hii ina maanisha nini? Maana yake ni kwamba mataifa makubwa duniani yako katika mfumo wa kutafuta the power of balance, nguvu ambayo itakayokuwa haitegemei taifa moja kuwa ndio super power duniani. Na mshindi katika vita hivi ndiye atakayetengeneza balansi ya mataifa makubwa duniani, kwamba dunia itakuwa imeondokana na mfumo wa taifa moja kuwa ndio taifa bora duniani, ndio ambayo inatakiwa kusikilizwa duniani ndilo ambalo litakalokuwa likiamua kuendesha mambo yake, basi likitoa amri litasikilizwa. Tunakwenda kuondoka katika mfumo huo na ile nadharia ambayo liejengeka kwa watu kwamba Irani, kwamba e, Marekani ndiyo taifa bora, ndiyo taifa la superpower duniani. Ndugu zangu, tuelezane ukweli kwamba wakati huo umekwisha. Huu ndio mwanzo wa kuanza kudondoka taifa la Marekani huu ndio mwanzo wa kuanza kudondoka mataifa ya nchi za Magharibi. Ile nadharia yao waliokuwa wakitengeneza kwamba Israeli ndiyo taifa teule la Mungu tayari imekwisha thibitika kwamba Israeli siyo taifa bora wala siyo taifa teule la Mungu kutokana na haya yanayoendelea leo hii. Sasa operation hizi ambazo zimewekwa baina ya Irani pamoja na Israeli, je, zitaendelea? Na kama zitaendelea, nini yatakuwa matokeo yake? Je, mwajeni atakubali ya kushindwa na hajawahi kushindwa katika historia yake? Na Israeli ambaye yeye anajiita taifa teule atakubali kushindwa, ilhali yeye ndiye anayesema kwamba ana uwezo, anaitawala dunia sasa hapa, dunia ipo huku na huku, shughudilia hiki ambacho kinachoendelea katika taifa la Israeli kutokana na drone zaidi ya 200 ambazo zimetumwa na Irani. Je, ana uwezo wa kuuzima moto huu? Ana uwezo wa kupoza haya mashambulio? Ana uwezo wa kudhibiti mashambulio haya mifumo yake aliyojiwekea vio imefanikiwa hapo, utagundua kwamba moto wa Irani ni mkubwa zaidi. Ndugu zangu, tuache propaganda, moto wa Irani ni mkubwa zaidi ya Israeli. Moto wa Irani, Israeli hana uwezo wa kudhibiti moto wa Irani, hana uwezo wa kudhibiti mashambulizi ya Irani. Na hii ni fundisho kwa mataifa ya Kiarabu. Hili ni fundisho kwa mataifa dhaifu. Hili ni fundisho kwa mataifa ambayo siku zote yamekaa katika unyonge: Jordan, Misri, Qatar, Kuwait, Saudi Arabia, Algeria. Ni wakati umefika wa kujua kwamba akimwaga mboga adui, akimwaga mboga mwaga ugali; adui akimwaga ugali, mwaga mboga. Huyu akianzisha faya na huyo unaanzisha faya moja kwa moja. Sasa hiki ndicho ambacho Mwajeni anauonyesha ulimwengu ana wa Kiislamu, anaonyesha mataifa ya Mashariki ya Kati namna ya kuenda kuishi na huyu ambaye ni adui aliyewekewa adui pandikizi ndani ya mataifa yao. Anawaonyesha namna ya kuishi naye, namna ya kumdhibiti, namna ya kuenda naye sambamba kwamba wote wana haki ya kumiliki nyuklia, wote wana haki ya kutoa sauti duniani na ikasikilizwa. Tusikae tunakalia propaganda, tusitumiwe kwa ajili ya kutetea watu madhalimu, mataifa madhalimu duniani dhidi ya mataifa mengine. Tusikae tunatumikia dini zetu kwa ajili ya kutetea taifa moja, kwamba hili taifa ndiyo taifa teule hakuna ulimwengu huo. Sasa shuhudia moto unaowaka, utapata majibu kamili.